Uh, karibuni sana KingoFarm, leo hii na nataka niwaelezee eh, namna ambavyo unaweza ukayatumia majani ya mpera na nikuelezee magonjwa matano ambayo yanatibiwa na haya majani ya mpera. Nadhani maeneo mengi sana haya majani yanapatikana, ndio maana nimetaka nielezee umuhimu wa haya majani. Pengine unayo karibu, lakini unayachukulia poa. Haya majani ni muhimu sana kwenye ufugaji wa kuku na yana msaada mkubwa sana. Hebu sikiliza hii video mpaka mwisho. Uh, endapo utaingia bandani kwako na ukakutana na kinyesi cha namna hii cha hii rangi, basi ujue moja kwa moja majani ya mpera yataweza kukusaidia ili kuweza e, kutibu huo ugonjwa. Lakini pia uh, kuna huu muharo ambao uh, unauona hapo, huu ni yani, hii ni ni kokidiosis, kokidiosis Aa, kwa lugha nyepesi waga tunasimaga muharo ambao umechanganyikana na damu. Sasa kwa kidiosisi ipo katika hatua mbili, hatua ya mwanzo ndio huu muharo ambao unauona unakuwa e, baadaye kama ita, ita, itaenda zaidi, basi itasababisha muharo ambao unakuwa umechanganyikana na damu. Sasa mimi nazungumzia kama umeshaona muharo wa rangi hii, basi utatumia majani ya mpera kuatibia kuku wako. Nitakuja kukuelekeza namna ambavyo unaweza kuandaa majani ya mpera. Leo nitakuelekeza namna mbili ambazo unaweza ukaandaa majani ya mpera. A, kwa sababu haya majani pia huwa yanatibu e, coccidiosis kinyesi cha damu. Kwa mfano hapo unaona huyo kuku ameharisha juu ya hilo kopo la maji. A, hiyo ndio ni coccidiosis, na nataka nikuelezee coccidiosis ni, ni kitu gani na namna gani unaweza ukaitibu kwa kutumia majani ya mpera, maanake kwenye coccidiosis hapa ikishakuwa hii ya damu hutumii majani ya mpera peke yake, kuna vitu pia ina. Kwanza kabisa coccidiosis, uh, inasababishwa na sana sana uchafu wa banda, na kitu ambacho kinakwenda eh, kule ni baada ya kukukula vimelea ambavyo vinasababisha huu ugonjwa ambavyo vinapatikana kwenye uchafu ambao umechanganyika, maji yakichanganyikana na kinyesi na hii waga inasababisha vidonda kwenye utumbo wa eh, kuku, hivyo kunakuwa kuna, kwa kuna mivujio ya damu ndani. Kwa hiyo uh, ili uweze kutibu ile mivujio ile vile vidonda vile kuvikausha ndani, unahitaji kitu kingine ambacho ni eh, jani la aloe vera, na labda tu kwa faida nikwambie, ndio maana kuku anayeumwa kwa coccidiosis akiwa na hara damu E, kama utachelewesha kuna muda mwingine utamkuta amevaa makoti, anakuwa hawachangamki, anakuwa amesimama kwenye kona au amelala. Yale huaga yanakuaga ni maumivu ya tumbo, anakuwa anapata maumivu makali sana kwenye tumbo, ndio maana huaga inakuaga ni hivyo. Sasa nataka nikuelekeze vizuri, ili ujue kitu ambacho unakifanya unapokuwa unawatibia kuku. Sasa nimetaja hapa hili jani la alovela, ngoja nikuelekeze namna ambavyo utaliandaa. Achana na ile ambayo waga tunatumiaga majani matatu sijui mangapi ya aloe vera. Leo hii ninakupatia tiba ambayo utatumia e, majani kidogo sana. Umeona hiki kipande hiki kipande hapa kinatosha kabisa kuchanganyia kwenye maji lita tano. Utakachokifanya kikate vizuri, kipasue katikati kama hivyo ambavyo unaona mimi nimepasua, halafu kisha uh, utavuna huo hiyo jeli hiyo ayo maujiuji ma, ma hayo hapo, utakisha unayakwangua vizuri kabisa karibia yote hayo ambayo ni meupe meupe kwenye eh, kipande au nusu ya lovela ya, ya, ya kata ile jani la lovela nusu, utakwangua hiyo hapo, kisha utaweka kwenye eh, kikombe au utahifadhi sehemu eh, yoyote ile. Umeona hapo, umeshanielewa. Na hii itamsaidia kausha vidonda lakini pia na kupunguza maumivu ambayo yapo ndani ya utumbo. A, kisha hapo utachemsha majani ya mpera. A, kiasi kama umepata majani yenye ukubwa huo hapo, basi utachemsha majani kama ishirini hivi. Yachemshwe mpaka yawe na hii rangi ambayo unaiona hapo. Yani mpaka e, ule yale maji ambayo unachemshia yageuke yawe kama chai hivi maji ambayo utatumia hapa kuchemshia yawe maji lita moja na unaweza ukachemsha yale maji lita moja yakapungua mpaka yakakaribia kufika nusu, yani nusu lita kutoka kwenye lita moja mpaka nusu lita. Yaipue yale maji baada ya kufikia e, rangi kama hii ambayo nimekuelekeza, rangi ambayo kama vile chai hivi, kisha yaache mpaka yawe ya vuguvugu vugu. Yaache pembeni ya poe mpaka yawe ya vuguvugu vugu. Akishafikia kwenye vuguvugu vugu, eh, kisha sasa utarudi kuchukua uh, ule ule u, u, uji ambao ute ambao nimekuelekeza hapa umeuvuna kutoka kwenye eh, jani lako la alovela. Uh, utachanganyia mle utakoroga uh, ule kwa E, muda ili viweze kuchanganyikana vizuri kabisa. Hapo utakuwa umepata kama e, nusu lita hivi ya maji ambayo ulichemsha majani ya e, aloe vera, lakini ulichemsha majani ya mpera, lakini pia umekorogia humo na huu uteu kama huu hapa unaouona hapa wa hiyo aloe vera. Kisha utachukua jagi moja la majani ya mpera na hivi vipande vilivyobaki hivi ambavyo ulitoa uliitoa huo ute ute, utavibrendi. Ukivibrendi uh, vizuri kabisa yani, utabrendi vizuri kabisa kwenye brenda au uh, utatwanga. Ukitwanga utakuja utawapa kuku wako, utawapatia kuku wako uh, wanywe utawekea kwenye maji lita tano yani, utachanganyia na maji mengine lita tano Utapata maji lita tano pembeni, utachanganyia ule mchanganyo wa yale maji ya moto uliyoyachanganya yale ya vuguvugu, utachanganyia mle, lakini pia utachukua na huu mchanganyo ambao umeblend hapa e, kisha utaweka kwenye e, hayo hayo maji lita tano utayakoroga, kisha utawapa kuku wako ambao wana kokidiosis. Hii tiba hii ambayo nimekuambia hapa hata kama kuku wako walikuwa wanaumwa sana kwa kokisidiosis, watapona. Kama unaweza, unaweza ukaongeza pia kitunguu saumu kimoja kile kizima kile, una kiblend vizuri, unaongeza kwenye huo mchanganyo wako, kuku wako wanapona vizuri kabisa eh, kwa kokisidiosis ndani ya muda mfupi. Tiba hatujawahi fundisha mahala popote pale, na hako kamchanganyo ambako nimekuambia hapo, endapo utakatumia kwa kuku wako, kata kwaza kama kuku ana maumivu makali katasababisha asiwe na maumivu makali. Yani, kama unaona kuku wako labda wamezubaa, muda mwingine kuku waga wanaumwaga hata ya matumbo haya, anakuwa anauma kiasi kwamba unakuta kuku ameamka asubuhi amezuba tu, e, vitu kama hivyo hapo hivyo. kama hivyo hivyo hapo kitafanya kama kuna maambukizi ya fungus, kuna bakteria e, wapo tumboni kwa kuku, basi e, mara moja huo mchanganyo unakwenda kuwashughulikia hao bacteria ambao wapo ndani ya, ya, ya tumbo, lakini a, pia hata kama kuku wako amepata maumivu kwa mfano yale ya kutaga yale, basi huu um mchanganyo ukiwapatia kuku wako watakaa vizuri sana. Uh, jamani hii tiba nimewaelekeza kwa upendo mkubwa sana kwa upendo mkubwa sana naamini, ukitumia basi itakwenda kukusaidia. Lakini pia uh, tunavyo hivi vitabu ambavyo vinatoa elimu juu ya ufugaji na vinaelekeza namna ambavyo unaweza ukawalea kuku uh, kutokea wakiwa faranga, wakiwa vifaranga mpaka wakiwa kubwa, lakini pia namna ya kutengeneza tiba mbalimbali za asili. Ni vitabu vizuri sana na vimewasaidia watu wengi sana wafugaji wengi sana waliotumia hivi vitabu walipata mafanikio. Gharama yake ni shilingi elfu kumi. Kitabu kimoja kinauzwa shilingi elfu kumi na ni soft copy. Tunakutumia soft copy, hatuna hard copy. Hichi kitabu kilipia tu, muda huo huo tuna kutumia kwa njia ya WhatsApp na pia unaweza ukajiunga na kundi letu la mafunzo. Tunachokifanya sisi hapa tunaingiza vifaranga bandani, tunakuelekeza kwa vitendo kabisa kwamba vifaranga wanaingizwa hivi, siku ya kwanza unawapa tiba hii hapa, hii hapa. Lakini pia hata wakiumwa, tunakuelekeza namna ambavyo e, tunatibia kuku wetu hapa shambani kwetu, ili kundi hili hapa kujiunga E, gharama yake ni shilingi elfu nane. Hiyo ni ada ya muda wa miezi miwili. Baada ya miezi miwili tena, kila baada ya miezi miwili, basi utakuwa unalipia elfu nane kama utaendelea kuwepo kwenye kundi letu la mafunzo ambalo ah, linatolewa kwa njia ya WhatsApp. Asanteni jamani, na kwa herini. Kama unatutafuta, namba yetu hiyo hapo ambayo unaiona.